Eh, watu kama huyo kiumbe hapa wanatakiwa na pigwa, yeye linapigwa na jini lilomtuma. Ndugu yangu, rafiki yangu, kaka yangu, mtumishi mbarikiwa Mwakipesile, asante kwa kuniita kiumbe kwa sababu ni kweli, mimi ni kiumbe wa Mungu. Mungu ambaye ameumba viumbe na viumbe nikiwepo mimi, naamini hata wewe ni sehemu ya viumbe vya Mungu. Kwa hiyo sikatai, unaponiita kiumbe nakubali, mimi ni kiumbe kama ambavyo wewe naamini pia ni kiumbe tu. Mwingine anaweza kudhani kwamba umenitukana au umenikejeli au umenibagaza, lakini huo ndio uhalisia. Sisi wote ni viumbe tulioumbwa na Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili ambalo ninapenda nitumie fursa hii kukujibu ni kwamba wakati ninatoa somo la legal personality, mimi ni mwanasheria. Sikutumwa na mtu yeyote, sikutumwa na mamlaka yeyote, sikutumwa na jini yeyote. Kwa hiyo, nilichokifundisha kupitia somo The legal personality ni wito wangu binafsi katika kushare mawazo, katika kupeana maarifa, katika kupanuana fikra na taaluma, ili tuweze kufikia katika malengo yetu ya huduma, malengo yetu ya taasisi, malengo yetu binafsi katika kutumika. Kila mmoja anatumika kwa namna yake. Kwa hiyo mimi siamini kama wewe pia hicho unachokifanya umetumwa. Ni wito wako binafsi, ni mawazo yako, ni maono au maoni yako. Kila mmoja ana uhuru wa kuwaza, na mimi sikupi mipaka ya namna unavyowaza, lakini napenda tu ujue kwamba hakuna kiumbe kilichonituma katika video yako. Umezungumzia kwamba umempiga mtu na kitu kizito na jini lililomtuma. Mimi siamini katika kutumwa na majini, naamini katika kutumwa na kusikiliza kile ambacho Mungu ame nipa kukizungumza kukisema, kukifundisha. Kwa hiyo mimi sijatumwa na, na jini yoyote, kama ambavyo unalazimisha wadau wako watu wako waamini hili, na wala mimi katika somo langu la legal personality, kwa wale ambao walilifuatilia, na naomba wewe ambaye unahitaji kujua ukweli wa somo uweze kurejea kwenye somo langu la legal personality, utajifunza vitu vingi. Lakini nikualike tena, Mbarikiwa Mwakipesile pamoja na wachungaji, watumishi wa Mungu au viongozi wa dini, mweze kuipitia video ambayo nimeizungumzia kuhusu legal personality. Mbarikiwa Mwakipesile nimemtaja tu kama sehemu ya kile ambacho ni halisia katika uelewa wa legal personality. Nimemtaja Pascal Cassen kwa sababu katika mazungumzo yao ndipo ambapo kuliibuka dhana ya legal personality, lakini pia nilitaja na viongozi wengine wa dini, ina Askofu Gwajima ina Rusekelo akina Mamposa. Kwa nini? Kwa sababu wote wapo katika kapu moja katika jumuiya moja ya kidini. Kwa hiyo lilikuwa ni somo ambalo linatoa fursa kwa watu mbalimbali kuweza kujifunza kuhusu legal personality. Sasa, pamoja na yote ambayo umeyazungumza, kuanzia kwenye utambulisho wa somo lako mpaka mwisho, napenda tu niseme kwamba ukweli hauna hisia ukweli huwa ni ukweli, na tunasema kwamba mtu anapozungumza ukweli huwa anajibiwa kwa ukweli, mtu anapotoa hoja anajibiwa kwa hoja. Kwa hiyo mimi nimeleta hoja ya legal personality, sikukubagaza, sikukudhalilisha, sikukutweza na wala haikuwa na nia ya kukufanya uonekane kituko, ingawa wewe umefanya hivyo kwenye somo lako. Umeniita joka, umenipa majina mbalimbali na unatuhumu kwamba nimetumwa na kuna sababu ya kufanya hivyo. Mimi nikuambie tu, sina sababu yoyote na sina maslahi yoyote kwenye huduma yako, sina maslahi yoyote kwenye mapito yako uliyoyapitia, isipokuwa nina maslahi katika ukweli na katika mtazamo wa kisheria. Kwa hiyo ninapenda ni kujibu kwa hoja, sio kukujibu kwa vioja, kwa maneno ya kejeli, vijembe na tuhuma. Naomba turejee kwenye hoja. Hoja inajibiwa kwa hoja. Truth au facts have no feelings, kwa hiyo tuache hisia tuende kwenye hoja, na hoja yangu ilikuwa ni kwamba legal personality ni ule uwezo ambao anapewa mtu au taasisi kisheria kuwa na haki na wajibu katika mifumo ya kisheria. Hilo ndio somo ambalo nililitoa na nikafafanua kabisa kwamba legal personality inapotoa haki na wajibu katika mifumo ya kisheria ni pamoja na kuwa na ule uwezo wa kushtaki au kushtakiwa. Ni mambo ya kawaida, hatuishi mbinguni, hatupo peponi, tunaishi kwenye ulimwengu wenye changamoto mbalimbali mbali, na kuna mifumo mbalimbali imewekwa kwa ajili ya kutatua changamoto. Kwa hiyo ninapozungumzia kwenye legal personality kwamba kanisa au huduma inaweza kushtaki au kushtakiwa. Sizungumzii kitu cha kufikirika, nazungumzia kitu halisi. Wewe unajua ulipitia mapito mbalimbali mbali, na moja ya mapito hayo yalikupelekea ukafungwa. Ni mifumo ya kidunia, hatuwezi kuikwepa mifumo hii tunavyoishi duniani. Sasa hiyo mifumo ndio ambayo katika legal personality, inaweza kumpa mtu haki, inaweza kuipa taasisi haki. Kwa hiyo ninapozungumzia uwezo wa kushtaki au kushtakiwa ni kwamba inawezekana kanisa, hata ikiwa ni kanisa lako, likaenda kwenye misingi ambayo unaiamini, lakini hiyo sio garanti ya kwamba huwezi kuingia kwenye migogoro, sio garantii ya kwamba mtu awezi kukosea au akaingia kwenye mgogoro na taasisi au na kanisa. Kwa hiyo inapotokea, vipo vyombo ambavyo vipo kwa mujibu wa sheria kwa ajili ya kulinda maslahi ya upande ambao utakuwa unatafuta haki. Kwa hiyo huu ndo ukuwa msingi wa somo, lakini pia nilieleza kwamba mtu au taasisi inapokuwa na utu wa kisheria Legal personality inaweza kutoa fursa kwa mtu au kwa taasisi kuweza kuingia mikataba. Sasa kwenye somo lako umehoji kwamba hiyo itakuwa ni biashara, kuingia mikataba ni mambo ya biashara. Ni kweli, wapo ambao wanaingia mikataba kwa mambo ya kibiashara lakini ni vyema tukajifunza kwamba wapo watu, zipo taasisi zinaingia mikataba si kwa malengo ya kibiashara, isipokuwa kwa malengo ya huduma, kwa malengo ya kutekeleza mambo fulani ambayo yasipofanyika, mtu anaweza kudai yafanyike au yatekelezwe kwa mujibu wa sheria. Nitakupa mfano. Kwa mfano, unaweza ukawa unataka kununua shamba unataka kununua kiwanja kwa ajili ya kikosi kazi, kuna makubaliano, kuna mikataba ya mauziano, kwa sababu unataka kununua shamba, unataka kununua eneo la kanisa, unataka kununua eneo la huduma. Hapo hata kama hamuuziani kwa fedha, au kuna mshiriki, kuna muumini anataka atoe kama zawadi, na inawezekana baadaye kwa ajili ya hofu na changamoto mbalimbali -mbali, wakatokea ndugu zake wakatokea watu wengine wakasema, hili ilikuwa ni eneo la familia, au hili lilikuwa bado eneo la ndugu yetu, wakati mtu alishalitoa mwenyewe kwa kanisa au kwa huduma. Sasa tunaingia kwenye mikataba hapa. Nikajifunza kitu fulani kupitia somo lako, na anasema ni kitu kizuri kwa sababu malengo ni kupeana vitu, tujengane, sio tubomoane Sio kudhalilishana, tunajifunza. Mimi najifunza kutoka kwako na wewe unajifunza kutoka kwangu. Kwa hiyo hakuna bato ya kwamba mtu katumwa, hapana, tunaelimishana, tunajifunza pamoja. Yapo ambayo mii nitajifunza kutoka kwako, sizuiwi, siwekewi mipaka na wewe. Yapo ambayo utayapata kutoka kwangu, sikuwekei mipaka. Kwa hiyo unaweza kupitia huduma yako kupitia kanisa lako ukaingia makubaliano, ukaingia mkataba kwa maana ya kontrakti. Contract ni nini? Contract au mkataba ni makubaliano ambayo yana nguvu ya, ya kisheria, ambayo yasipotekelezwa mtu anaweza akadai yatekelezwe. Kwa mfano nimezungumza, unaweza ukanunua shamba, unaweza ukanunua kiwanja, mkawa na makubaliano ya mauziano, mkataba wa mauziano ambao utahitajika baadaye katika mifumo ya kisheria. Kwa nini itahitajika? Kwa mfano, mtu anakupa shamba, anakupa kiwanja, anakupa gari, lakini lile gari analokupa, kile kiwanja anachokupa, lile shamba analokupa limeandikwa kwa majina yake. Kwa hiyo nyaraka zinasomeka majina yake, hati inasomeka majina yake. Katika muktadha huo, itabidi kwa mifumo ya kisheria ubadilishe umiliki kutoka huyo mtu kuja kwa jina la Mbarikiwa Mwakipesile au kwa Pasco Cassian au kwa kanisa la Mamposa, mzee wa upako, au nani yeyote yule ambaye anaingia makubaliano, anachukua ana, ana eneo. Kwa hiyo lazima kuwe na taratibu za kisheria ambazo zitahitaji makubaliano ya kisheria ambayo ni mkataba kwa hiyo yawezekana, wakati nazungumzia somo la legal personality, utu wa kisheria, na niliposema kwamba unaweza ukashtaki au kushtakiwa, alafu nikasema unaweza kuwa na nguvu ya kuingia mikataba, simaanishi lazima iwe mikataba ya kibiashara. Inaweza ikawa hata mkataba wa kupewa kitu, kwamba mimi nikiwa na akili zangu timamu nimeamua kwa hiari yangu kumgawia Mbarikiwa Mwa kipesile kuwagawia kikosi kazi shamba langu, kiwanja changu, gari langu na mali kadhaa, ninakuwa na mkataba. Kwa hiyo hapo nimejaribu kukufafanulia tu kwamba kwenye legal personality tunapozungumzia kwamba taasisi inaweza kuingia mikataba ni pamoja na mikataba ya namna hiyo, lakini ipo mikataba mingine inaweza ikawa ni ya huduma. Kwa mfano, Mbarikiwa Mwakipesile au kikosi kazi, mnataka kusajili redio inaitwa kikosi kazi FM, na kuna mkandarasi, kuna injinia, kuna, nani kuna kampuni ambayo inasema sisi tunaweza tuka kutengenezea minara ya matangazo studio na kila kitu, mnaingia makubaliano, ampia ni fedha kienyeji hivi kama, eh, kama mambo ambayo hayana taratibu za kisheria, hiyo kampuni inatambulika kisheria taasisi au kanisa lako linatambulika kisheria, mnaingia kwenye mikataba ya huduma, utamlipa ili akufanyie kazi kama ambavyo wewe Mbarikiwa, wewe Pasco Kasian au Gwajima au Mwamposa au mzee wa upako au Suguye au yeyote yule ambaye ana huduma ambayo, ambayo inahitaji huduma fulani, anaweza kuingia kwenye mkataba na yule ambaye ana anatakiwa ampatie hiyo huduma, na kwa sababu wewe unaweza ukawa unalipa fedha na kuna taratibu, basi mnaingia makubaliano ambayo yanaweza kutekelezeka, na mtu anaweza kudai haki yake katika mifumo ya kisheria, kwa sababu hizo fedha, ayo malipo hayampeani kichochoroni, kwamba mnapeana gizani. Hapana, mnapeana katika taratibu za kisheria. Kwa hiyo, hii ni dhana nyingine ambayo tunapaswa tujifunze, kwamba taasisi inaposajiliwa inakuwa na fursa ya kupata haki au ya kuingia mikataba kwa malengo mbalimbali mbali. Sio lazima yawe malengo ya kibiashara. Kwa hiyo, hili ni eneo ambayo nimeona niweze kulitolea ufafanuzi ili mbarikiwa, usinielewe vibaya ninapozungumzia kwamba kwenye legal personality, taasisi inaweza kuingia kwenye mkataba. Lakini eneo lingine ambalo nimelisikiliza nikaona na lenyewe nilitolea ufafanuzi ni tofauti ya legal personality na spiritual personality, yaani kuna tofauti kubwa sana kati ya utu wa kisheria na utu wa kiroho. naomba unisikilize vizuri, na niko hapa kama nilivyosema, ni kwa ajili ya kupeana vitu. Kwa ajili ya kujengana au kumsaidia mtu mwingine, yale unayozungumza inaweza kawa namsaidia mtu mwingine, mimi inayozungumza inaweza kawa ni msaada kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tupo kwenye kujengana na tunategemeana katika maeneo mbalimbali, naomba unielewe vizuri. Utu wa kisheria nimeuelezea, ni kwa sababu unafuata mifumo ya kisheria. Sheria ina eneo lake linajitegemea, na mambo ya kiroho yana eneo lake yanajitegemea. Sasa kwenye legal personality ni ule uwezo wa mtu au taasisi kuwa na haki na wajibu katika mifumo ya kisheria. Spiritual personality au utu wa kiroho, au niseme hivi, uhai wa kiroho, ndio huo unaozungumzia wewe kwamba kanisa halifi, ni dhana kwamba kanisa kiroho halifi, na mimi wala sikatai, kanisa halifi. Umesoma maandiko, nimeaelewa vizuri, na nimekuwa nikiaelewa hivyo kama ambavyo umeelewa, na mimi nimekuwa nikiaelewa hivyo kwamba kanisa halifi katika mtazamo au muktadha wa kiroho. Kwa hiyo kiroho, kanisa halifi, lakini hapa tunazungumzia legal personality. Ni vitu viwili tofauti. Sasa naomba niliweke hili sawa, kanisa halifi kwa sababu ipo kiroho, kama ambavyo ndoa ni jambo la kiroho, lakini lina mwongozo wa kisheria. Naomba unaelewe vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ndoa, ingawa inagusa maisha ya mtu binafsi na mtu mwingine, inagusa maswala ya kiroho, maswala ya kiimani, na kuna imani nyingine inaamini kwamba ndoa ikishafungwa haivunjiki mpaka kifo hiyo ni legal personality, lakini pia kwenye spiritual personality. Ila inapokuja kwenye legal personality, tunafundishwa kwenye sheria ya ndoa kwamba ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanamke na mwanaume unaokusudiwa kudumu katika kipindi cha maisha yao. Lakini je, ndoa hazivunjiki? Leo Mwakipesile, tunashuhudia ndoa ngapi zikivunjika? hizo ndoa zinazovunjika, watu wanakwenda mahakamani, wanafungua mashtaka ya ndoa, wanafuata utaratibu wa kisheria, kwa sababu kwenye kufungisha ndoa ilifuata taratibu ya kisheria, taratibu zinazoonekana kwa macho, ingawa ndoa yenyewe haiwezi kuonekana kwa macho. Huwezi kusema ndoa hii hapa nimeikamata, hii hapa ndoa Si jachili ndoa, ni dhana yenyewe, haionekani. Wanaoonekana ni watu wale. Watu ndio wanaofuata mifumo ya kisheria, ndio wanaofuata legal systems requirement, wanafuata requirements za legal systems, au mahitaji ya mifumo ya kisheria. Kwa hiyo ndio maana ndoa inapofungwa, moja ya taratibu zake ni kutangazwa kwa hiyo ndoa siku 21 Je, kwenye Biblia kuna siku 21? Ni kutangazwa, makanisani, kutangazwa misikitini, kutangazwa bomani. Hizo ni taratibu za kisheria, ili ndoa, kwa sababu wanandoa wanaonekana kwa macho, waweze kufungwa na misingi ya kisheria. Lakini ikija katika misingi ya kiroho, ndoa inafungwa mioyoni mwa watu na Mungu mwenyewe anahusika. Sasa je, watu waoane tu kiolela kwa sababu wapo kiroho bila kufuata taratibu za kisheria za nchi? Ndio maana ya tofauti ya legal personality na spiritual personality, uhai wa kisheria na uhai wa kiroho. Kwa hiyo hapa kuna dhana mbili, ambayo mimi nimejikita kwenye kuelezea taratibu za kisheria kwa hiyo hoja yako najaribu kuielewa, najaribu kuielewa, lakini ninapojaribu kuielewa nagundua kwamba umenipiga na kitu kizito kama unavyosema, lakini hicho kitu kizito unachokisema sio kizito, kwa sababu kimepiga mahali ambapo hapawezi kupigika, ambapo ni legal personality. Taratibu za kisheria ziko vile vile kwa ajili ya kulinda masuala ya kimwili. Ndio maana dhana ile ya kwamba serikali haina dini ila watu wake wana dini, serikali haina imani ila watu wake wana imani, ndipo inapokuja kwamba pamoja na watu kugawanyika katika imani tofauti tofauti, lakini wanapotaka kufanya mambo yao ya kiimani, basi wafuate taratibu za kisheria ili kubalansi mwenendo na kuratibu changamoto mbalimbali, ndipo inapokuja legal personality, ndio taasisi inapewa hadhi ya kuwa na utu wa kisheria, taasisi inapewa hadhi ya kuwa na uhai wa kisheria. Kwa hiyo hizi ni dhana mbili tofauti. Sasa la mwisho nizungumze tu, pamoja na kwamba umezungumza mambo mengi, lakini pia umegusia masuala yako ya mapito binafsi Hakuna anayekataa kwamba umepitia mapito yako na kila mmoja amepitia mapito yake kwa namna yake tofauti, lakini mapito tunayopitia yasitubane, yasituwekee mipaka kuelewa concepts, dhana na uhalisia wa kile ambacho tunajaribu kukizungumza. Wewe unakizungumza katika muktadha wa kiroho, mimi nazungumza katika muktadha wa kisheria. Halafu kuna mahali tunakuja tunakutana. Wapi? pamoja na mambo haya yote, tunakutana kwamba tunapotaka kufanya mambo lazima tufuate taratibu za sheria zilizopo. Hapo ndipo ambapo tunakutana. Kwa hiyo mimi nime nimeona ni kujibu kwa kifupi, lakini ni kushauri ulisikilize tena somo la legal personality ili uelewe muktadha wa somo lenyewe. Hakuna kitu ambacho nimezungumza nje ya muktadha wa kisheria, na nasikitika tu kwamba katika maelezo yako umetumia lugha ambayo badala ya kushambulia hoja unashambulia mtu lakini mimi ni mtumishi kama wewe ulivyo mtumishi. Mimi ninapenda kufundisha kama ambavyo unapenda kufundisha. Mimi ninapenda kushea maarifa kama ambavyo unapenda kushea maarifa. Nikupe tu ushauri, tuache masuala binafsi kwenye hoja za kisheria, tuache masuala binafsi kwenye hoja za kiroho. Tushambulie hoja, tusiingize masuala yetu binafsi. Kumwita mtu joka, kumwita mtu kafir, kumwita mtu tapeli, kumwita mtu kiumbe, lakini kwa kejeli, vyovyote vile, hakusaidii kureveal, kudhihirisha ukweli wa hoja. Hoja inajibiwa kwa hoja na si kwa matusi, kejeli, vijembe au tuhuma. Mimi sipo hapa kwa ajili ya kukutuhumu kwa chochote. Wewe una uhuru wa kumtumu mtu yeyote kwa chochote, lakini mwisho wa siku tujue kile ambacho tunataka kukijenga, halafu tujengane. Mungu akusaidie sana na Mungu akubariki, na nikuahidi tu kwamba nitapokuwa na safari ya kuja Mbeya nitakuja kukuona, ili somo la legal personality nilifundishe kwa vitendo, nilifundishe live, uso kwa uso. Mimi ni muumini kama ambavyo uko wewe muumini, ninaamini katika Mungu, ninaamini hakuna jini inaweza kunituma, hakuna pepo inaweza kunituma Hakuna mtu anaweza kunituma, hakuna mamlaka inaweza kunituma. Kama ambavyo wewe, ninaamini hakuna mtu, hakuna mamlaka, hakuna jini, hakuna pepo linalokutuma kuzungumza hayo unayozungumza. Kila mmoja ana uhuru wa kushea mawazo. Tutumie uhuru vizuri katika kujenga hoja, na mwisho wa siku mimi na wewe tutaenda mbinguni kwa matendo na maneno yetu.